Kabla ya kuomba, hebu tulia kwa muda mfupi, tufungue mioyo yetu, tusikilize sauti ya Mungu ikinena nasi kwa upole lakini kwa nguvu isiyo na kifani. Maandiko matakatifu katika kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa kumi na tatu yanasema hivi: mtanitafuta nanyi mtaniona, kwa maana mtanitafuta kwa mioyo yenu yote. Hili ni ahadi ya upendo wa Mungu moja kwa moja kutoka moyoni mwake hadi moyoni mwako. Yeye hajajificha, si mbali nawe, wala si kimya. Yupo, anakungojea, tayari kukukaribisha. Mungu anakuambia hivi sasa: nikaribie, nitafute, na nitajifunua kwako. Ahadi hii haitolewi kwa walio wakamilifu, si kwa watu wa dini tu, bali kwa kila mmoja aliye na moyo wa kutafuta kwa unyofu, kwa kiu na kwa unyenyekevu. Lakini mara nyingi tunakimbilia mambo mengine kwanza, tunaweka nguvu zetu kwenye vitu vinavyoonekana: fedha, mafanikio, faraja, mapenzi ya wengine. Tunaishi tukitafuta kuthibitishwa, usalama wa mali, udhibiti wa maisha. Tunaishi tukikimbilia majibu ya haraka, suluhisho rahisi, lakini hayo yote huja na ahadi zisizotimizwa, hutupa matumaini ya muda mfupi, lakini hutuchosha kwa kina, hutufanya kuwa wapweke hata tukiwa katikati ya umati. Mioyo yetu hubaki na pengo lililowekwa na Mungu mwenyewe. Pengo hilo si ishara ya udhaifu, bali ni sauti ya Roho yako ikilia kwa ajili ya kile ilichoombwa nacho. Leo kabla hujajaribu kutuliza huzuni zako kwa vitu vya dunia hii, na kualika, tafuta uso wa Yesu. Tazama juu, zungumza naye, si kwa maneno tu, bali kwa moyo wako wote kwa fikra zako mapenzi yako na unyenyekevu wako. Yeye ni wa pekee anayeweza kutuliza njaa ya rohoni mwako. Yeye hawezi kukuacha hawezi kufunga masikio yake. Usikie Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, jina lenye uzima, jina lenye nguvu ya kutuliza dhoruba. Mtafute leo, mkimbilie yeye kabla ya mwingine yeyote. Yeye ni simba wa kabila la Yuda mwenye nguvu ya kukulinda, mwenye upole wa mchungaji. Yeye ni mfalme wa amani, chanzo cha kila pumziko. Yeye ni Mungu asiyebadilika, asiyeweza kushindwa, mwaminifu milele. Anamuru maelfu ya malaika na bado hukusikiliza unapomwita kimya kimya. Anasema, niite nami nitakuitikia. Kwa hiyo unapokabiliana na maamuzi magumu, huzuni, au hofu usiyoelezea kwa yeyote, kumbuka hili: yeye yupo karibu. Hajachoka kukuona, hajakuacha. Yupo tayari akutazama kwa macho ya rehema. Na sasa, kama moyo wako umeguswa, andika chini kwa imani, nimekuja Bwana, unisikie. Mara nyingi tunaleta mizigo yetu mbele za Mungu, lakini bado tunashikilia hofu mioyoni mwetu. Tunamwambia Bwana atusaidie, lakini ndani yetu bado tunahisi hatuna uhakika kama atasikia. Leo naomba tuende mbali zaidi. Hebu tukiri kwa unyenyekevu kwamba hatuwezi pekee yetu, hatuwezi kujiponya, hatuwezi kujilinda kikamilifu. Tumechoka kupambana kwa nguvu zetu, tumechoka kujidai kuwa imara, huku ndani tunavunjika vipande. Na sasa tunakuja mbele zako, e Baba, tukikiri kwamba tunahitaji msaada wako zaidi ya hapo awali. Hatukuji kwa sababu tumeelewa yote bali kwa sababu hatuelewi na bado tunaamini. Hatukuji kwa sababu tumetenda haki, bali kwa sababu huruma yako haikomi. E Bwana, tazama wale wanaokuita leo kwa sauti ya mioyo yao. Tazama wale waliopoteza matumaini, waliovunjwa na dunia, walioteseka kimya. Tazama wale waliolala usiku kwa machozi, waliolia kimoyomoyo kwa miaka mingi, nawe usikie kilio chao. Simama kati yao kama ngome imara. Waambie, mimi ni Bwana wako, usiogope. Tunakuomba Roho Mtakatifu, tembea ndani ya nyumba ya kila anayeomba sasa. Gusa roho iliyopoa, tia moto wa imani tena, kausha machozi ya upweke, waambie hawako peke yao. Fungua macho yao waone kwamba walinzi wako wamesimama juu ya paa za maisha yao. Wasaidie kuona kwamba maumivu yao si mwisho wa hadithi bali mwanzo wa ushuhuda. Boresha moyo wa yule anayetaka kuachana na kila kitu leo. Miminia tumaini jipya kwa anayehisi hana maana. Tunatangaza kwa sauti ya imani kwamba giza haliwezi kushinda nuru, kwamba jina la Yesu bado linaweza kufungua milango iliyofungwa, bado linaweza kuponya familia zilizovunjika, bado linaweza kusamehe waliotengwa, bado linaweza kuokoa waliokata tamaa kabisa, kwa sababu Yesu alikuja kwa waliopotea, sio waliojiamini. Alikuja kwa wagonjwa wa moyo, sio tu kwa waumini wa kanisa. Alikuja kwa wale wanaohisi wamechoka, wamefeli, wameteleza tena na tena. Na bado anawaita kwa upendo usiokoma. Ndiyo, leo tunarudisha imani yetu mikononi mwake. Tunakiri wazi, hatufanikiwi kwa uwezo wetu, bali kwa neema yako tu, ee Bwana. Kwa hiyo, ikiwa bado unamwamini Yesu hata katika udhaifu wako, andika hapa chini neema yako inatosha. Amina. E Mungu wetu, sasa tunaamka rohoni. Hatubaki tena kama waoga waliojificha gizani. Tumejifunza kwamba hofu ni uongo unaovaa sura ya ukweli, lakini sasa tunajua nani tuliyemwamini. Tumepitia moto lakini hatukuungua. Tumevuka mito mikali lakini hatukuzama. Tumeanguka lakini hatukubaki chini kwa sababu mkono wako umetushika kila wakati. Na sasa tunasimama tukisema kwa ujasiri, Bwana ni ngome yangu, sitatetemeka. E Baba wa milele, tunatangaza kwamba nyumba zetu ni zako, watoto wetu ni wako, hatima yetu iko mikononi mwako. Hatutakubali tena maneno ya adui kututisha, hatutakubali tena laana za kizazi zituongoze. Sisi ni watu waliobarikiwa walionunuliwa kwa damu ya thamani. Na sasa tunaamua kuishi kama walio huru. Tunakata minyororo yote ya hofu, tunavunja kila mnyororo wa kushindwa uliofungwa kizazi baada ya kizazi. Tunatangaza upya wa maisha, upya wa fikra, upya wa matumaini. Ee Mungu, tuongoze sasa, tuonyeshe njia mpya, tufundishe kusamehe, hata wale waliotuumiza zaidi tufundishe kupenda hata pale ambapo hatukupendwa, tufundishe kungojea hata pale ambapo majibu yanachelewa, kwa sababu tunaamini kwamba kila kuchelewa kwako ni kwa kusudi. Kila mlango uliofungwa ulikuwa ni ulinzi, kila jibu la hapana lilikuwa ni rehema isiyoonekana kwa macho ya mwili. Na sasa tunakushukuru, si kwa sababu kila kitu ni rahisi bali kwa sababu wewe uko nasi hata wakati ni vigumu. Leo tunakabidhi kila kitu mikononi mwako, tunaachilia hofu, mashaka, huzuni, hasira na uchungu. Tunapokea amani yako, ile amani ipitayo fahamu zote, na tunasema kwa sauti ya ushindi: mimi ni wa Mungu, nimekombolewa, nimebarikiwa na sijawahi kusahauliwa. Kwa kila anayesikia maneno haya kwa kila roho iliyoteseka kwa muda mrefu, kwa kila moyo uliolia usiku bila mtu wa kumfariji. E Bwana, miminia uponyaji sasa. Na ikiwa moyoni mwako unasema ndiyo, mimi ni huyo basi, andika hapa chini: Nimepokea, nipo huru, Amina.